Kwa hiyo dunia yote ni burudani, ni raha, ni starehe eh? Lakini starehe bora ukampata mwanamke ehe eh? Mke, mkeo, kwa lugha nyingine, upate mke yule aliyesemwa na mmoja katika watu laisatil fatatu bi jamaliha wa bimaliha kalla wala bimafakhiri ladai

si msichana wa kweli anayepasa kuolewa. Bijamaliha, kwa kuzingatia uzuri wake tu. Wabimalia, na kipato chake. Kala, acha fikira potofu, sivo hivo. Wala bimafakhiril abai, wala usitazame fakfak za wazee wake. Baba yake mwenyekiti, diwani, mbunge, tajiri, usiangalie hivo, wala bimafakhiril abai mwanamke wa kuoa usiangalie alivyo muonekano wake, wala usiangalie kipato chake, wala usiangalie sifa za nani wazee wake. Mwanamke wa kuoa yupo, nataka kuoa mwanangu mbabane, lakini ha, lakini huyu mwanamke wa kuoa, ili uone raha sasa na ubora wa dunia, biafafiha, kwanza kwa sifa, anajiheshimu anajiheshimu au kama kipande cha muhogo, kila mwenye mia anapata. Biafafiha wala bibu takfihi lisharatu li eh? si unataka kuona akili timamu, ishara zikutoshe kama mwanamke. Ona wana... mm, umu amna shughuli, amevaa kimini na huku ana kidubuasha, uzi tu umepita, unaona matiti huku na huku mwanamke wa um, siku moja umekutana naye, salamu alaikum, maneno yote kama za wewe umeacha madogo, kama unaadhibi dada, salamu alaikum alaikum salamu alaikum, mtastazi upo, mambo vipi? Niambie hivi wewe ndo mwalimu wa Juma eh? Mimi kusalimia moja ushaongea 11 tekea. Ah, nyinyi kila mmoja angalie shida aliyokuwa nayo. Maana wao ni maudari ya kujuta, si shida. Bana, shoga, baadaye shida yangu inarudi. Kumbe yeye ndio, sio shida kabisa, yeye janga. mwanamke sifa ya kwanza ya kuoa ni yule anayefanya nini? Anajiheshimu, lakinaha biafafiha wa bituhuriha. Lakini pia inaangaliwa na dini yake, sio mcha Mungu hivyo, lakini walau chembechembe za kuonekana uislamu upo upo. Ufanyeje? Uwepo. Bwana we ah, mambo kufungafunga, maijabu si nini kichwani, bwana joto muda hata akibeba nawekabegani, anakuwa kaakuku kishingo nini mba ajifunike kichwa, wasalahiha na umakini wake na usimamizi wake na kutengeneza kwake lizauji wala abenai, anakuwa ni mtu wa salah kwa mumewe na watoto wa mumewe, hata kama watoto wale mumewe hakupata naye, yeye kapata kwa mke mwingine lakini anawasimamia vizuri mumewe pamoja na nani na watoto wa mumewe. Wewe mkeo, wakija wadogo zako kutoka huko nangwanda sijaona vipi? Ndio washakuja kutoka kwenu Mwanza nyegezi. Mkeo vipi, anataka waje ndugu zake tu wakiami hadi shughuli za ujia lakini pia nakuwa makini kusimamia mambo yote yanayohusu mumewe. Wewe Sheikh Rashid, mkeo anajua kwamba wewe ni shehe, unaishi kwa vitabu. Sasa una vitabu, anaita takataka, shakwama kwama, huu ugali wenyewe tunakula kwa vitabu, wewe hivi vitabu tena, unaona nini takataka. Anajua mkeo kwamba saa nane watakiwa uwepo madrasa unakwenda kusomesha, analijua hilo, lakini mpaka saa saba na nusu yupo nje, anatoa umbea tu. Ugali unakula saa ngapi? Nyie ndo walimu wale munaosomesha. Tabati yadabila ndio nyie wa qiyamiha bishuuni zaujiha o lakini, pia la tano, wa antaraka, achunge heshima yako. Huyo mkeo awe ana uwezo wa kuchunga nini? lini fissarai wadarai, katika kipindi mambo yako supa, na katika kipindi umetetereka kiuchumi, yeye bado anaendelea kuchunga. Nini mwanamke anakuheshimu ukiwa na hela tu, my baby, my fanta, my coca cola, una liangalie vile limekaa kaa tu hivi, wakiwaamba wanaume watoke na unatoka na wewe humo, una hela hapo sasa, eh. Ukiwa na hela tu ndio. Mpwangu mmoja apalewa yupo yupo kazini, anasema kuna mjomba, kuna jombi, na kuna anko, na kuna ankali. Mpwangu huyu bwana sasa, wewe kwa opwa zako, we nani? We jombi Manake jombi, usitegemee kwamba ukiwa na shida atakusaidia huyo jombi. ukisikia anko. Anko maanake, ukiwa na jambo anamaliza hiyo lioviomu tu, na mambo ya ovyoovyo. Mjomba <laughs> afadhali afadhali, lakini anko ah, ujue hiyo hapo umepata wewe je wa antara ataka fi sarai mwanamke wa kweli anayepasa kuwa na ile ambayo yuko tayari kulinda heshima yako, mambo yako yamenyoka ama mambo yako yamefanya nini, yameyumba, yeye bado yuko nawe. Do mwanamke kwa dunia kulluha mataun wa khairu mataiha almaratu salihah, dunia yote ni burudani, lakini burudani bora upate mwanamke mke Nyinyi mlioa wake zenu, kwanza kuvaa wanajua kwamba hizi nguo za mchana, hizi za usiku, hizi za mtu mbili, kuna nguo ya kipa na beki tu. Akivaa hiyo kipa na beki tu, lazima ushangae tu, kila wakati kapita, karudi bana. Mwanamke hata sio mchokozi, saidisha haa mkeo mchokozi, sio kwa maana ya ugomvi. Anaweza kubadilisha jicho, au ndio lile la kwenda kuangalia mwogo wa futari, analikodoa kama mwezi ishirini na tisa atafuta mwezi namna hii, ndo anamtazama mumea. Sasa unaweza una simsim kadi si unaweza kusema zile iwe hata kunichukua. Haya mambo mengine wanadhani watu hayamo kwenye dini, Shekhe, hiyo ndio dini yenyewe. <coughs> wa inna min shiddati dhuhuri lkhafaa. Wakati mwingine mambo yanaharibika kwa kuficha ficha eh? Ndio inaenea mabaya. Sasa wewe Mwalimu Ahmad, kwa sababu shekhe, tena basi, umepata hela hata kumnunulia mkeo kikuku cha silva. Sema hii mambo ya israfu hii, kwanza mii hiyo natumia gasi kikuku Mi wewe, ah, ah. Shehe lugha ndio ile ile, kitunze kidumu, lakini sio kile cha chama. Kuna watu hawanielewi hapa, lakini kiupa ananielewa eh. Shehe, kamnunulie mkeo nguo za usiku, zinaitwa jina lake kwa Kiingereza hizo, night dress. Ukisikia Kiingereza tu, nguo juu ya hatari hiyo, kama nyumba vile unajenga Ukiona viingereza vinakuja tu sasa hapo kiama cha hela. Kwenye kujenga. Ukianza kusikia viingereza tu. Finishing. Gypsum. Tiles. Eh, ile nini wiring. Basi juu hapo kiama cha hela kimeanza. <laughs> Basi huko. Night dress. Na hizo night dress itankasi mwila akasami. Ndiyo. Ah, Shasaidi huvo, kuna kitu hicho kinaitwa bikini. Mnunulie mkeo bikini, unaweza kadhani kiungo cha biriani. Nguo hiyo mzee mzee Ali bikini, viuzi tu vinafunguliwa kwa bandaja, kama kitasa cha limoti. Shekhe wa manaasha fi ghairi inihi matakaiban, anayeishi zama sio zake atakufa kibudu. Hii karne ya ishirini na moja, ishi kwenye karne ya ishirini na moja. Wewe leo unataka kuishi karne ya kiswahaba? Sasa unataka dalili ya bikini? Hadithi ya bikini ilikuwepo kata Mtume. Hiyo nguo ya ndani hiyo inaitwa bikini. Shekh Saidi, usitoe macho tu, ndio na sio haramu. Sasa kumbe uislamu tunaosemea nini? Aya tafuta sasa falsafa, maana ushaijua, ishirini na moja surati Rum, maana mnaijua nyote, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ila wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kila mmoja maana anajua, katika jumla alama ya kumjua Mungu ni pale Mungu alipokuumbieni hii wanadamu akakumbieni wake ili mpate kutulia kwa mambo yao, litaskunu ilaiha. Atutulii kwa sababu ya wanawake. Unaweza ukawa wanawake wanne bado ukawa mapepe. Mwanamume anavurugwa kwa vitu vya mwanamke, sio kwa mwanamke mwenyewe. Kiswahili kikieleweke, mwanamke akiamua kutulia afanye vitu vyake, utakuwa kaa fisi ndani mamrashi. Unachekacheka cheka tu <laughs> unashangaa nini? Kinatokea hapa wasikilizaji, litaskunu ilaiha sakina. Sasa ndio inatakiwa inapatikanaje? Sakina vile viojo, udambwi udambwi au udambu udambu, salatwa likulli shaiin, salatwa walil mahabbati, salatwa kila kitu kina kachumbari, na mapenzi nayo yana kachumbari. Ndio namka leo tena, saa nne ya usiku umekaa na mkeo, una jinzi lako na tasbih mkononi. We vipi bwana, tuetia udarueshi hapo. Unakulaje kwanza? Unakulaje kwa mfano? Yani hii nini maisha ya ndoa ni katika dini na ni lazima yasomwe maisha ya ndoa. Aya tondokeni, e?